20 kg automatic washing machine ni mashine ya kisasa imara kubwa na yenye uwezo wa kuifanyishia biashara za dry cleaners, kufanya kazi kwenye hotels na hata taasisi mbalimbali, kwa kuwa ina sifa ya kufua nguo nyingi nzito na nyepesi kwa muda mrefu. Advantage ya mashine hizi zinaweza kufunction manual na automatic, inategemea na sehemu unayokwenda kuitumia. Ikiwa hujafanya installation ya water system, utaitumia kama manual kwa kuweka maji kwa ndoo na huku ikikubali kufua Mashine hii inafanya kazi zote yenyewe. Ikiwa utay connect na pipe yake, kwani itatia maji, itaanza kufua. Ikimaliza itamwaga maji machafu, itaingiza maji mapya, itasuuza, then itakamua na kukausha. Yaani, ukitoa nguo unapiga pasi na kuvaa. Kuna automatic machines nyingine, ikiwa hujafanya installation ya water system huwezi kuitumia, ila hizi zinaweza kufunction both kama manual na automatic. Zinahamishika na zina uwezo wa kukaa sehemu yoyote, hususan sehemu ambayo hujafanya maandalizi rasmi.